Karibu katika muendelezo wetu wa kujibu lile swali ambalo tunaangazia ile hoja ya Waislamu kwamba Allah ndiye Mungu anayeaminiwa katika au anayezungumziwa katika maandiko ya Kikristu hususan Biblia. Na katika awamu iliyopita tulikuwa tume, tumeangaza jambo kubwa, tulilotizama ni kuhusu jina lake. Safari hii tunakuja kuangalia asili au udhihirisho wa huyu Allah na tunaulinganisha udhihirisho wa Allah pamoja na udhihirisho wa, wa Yahwe Yehova, yule Mungu ambaye sisi Wakristu tunamwamini tumemkimbilia tume, tume na tunamwabudu nam. Uh, kwa kuangalia kwa tu ni, katika, katika theolojia ya Kiislamu Allah anajidhihirisha katika theolojia inayoitwa Tauhidi kwamba Mungu ni mmoja ana nafsi moja, moja. huyu Allah kwamba kwa mujibu kwa wa mafundisho ya Kiislamu yeye huyu Allah anafundishwa kwamba yeye ni Mungu mmoja na mwenye nafsi moja. Sasa kwa, kwa ukisoma Qurani utaona mara nyingi sana katika Qurani Allah kwanza anapinga ile, ile, ile, ile dhana kwamba yeye anaishi katika utatu. Ukumbuke kwamba katika mojawapo ya misingi mikubwa ya Kikristu ni kwamba Mungu Yehova ni Mungu anayejidhihirisha katika utatu, yaani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Wakristo hawaamini kwamba wanaabudu au wa anaamini katika Mungu watatu bali ni Mungu mmoja ambaye anaishi katika nafsi tatu. Sasa tuki, tukienda kwamba tukisoma tutakuta kwamba Allah ni, anasema ni Mungu mmoja mwenye nafsi moja tu na kwamba hashirikishi kwa namna yoyote na nafsi yoyote au na kiumbe chochote kile na vilevile vile, e, kwamba Allah yeye hana mwana na jambo jingine ambalo, ambalo Allah anapinga vikali sana ni ile wa yeye ni utatu kwa sababu kwa mujibu wa, wa, wa Allah katika Qurani kwake yeye kuwa katika utatu ni ushirikina, na katika imani ya Kiislamu dhambi zote zinasameheka isipokuwa dhambi ya ushirikina ambayo hii Allah anasema hatoisamehe kamwe. Sasa tutaangazia ma, maandiko kadhaa kwenye, kwenye Qurani kuona hili ambalo nina, ninalielezea hapo, kisha baadaye tutakuja tuta, tutaangalia katika mafundisho ya Kikristo kupitia Biblia Ona huyu Yehova au Yahwe anavyojidhihirisha. Tutaanza kwanza katika Qurani, sura ya mia moja kumi na mbili aya ya kwanza mpaka ya nne. Hii ni, ni, ni sehemu mojawapo ya, ya, ya, ya sura maarufu sana inaitwa suratul ikhlas kwa Kiarabu, inasomeka kul huwa llahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuan ahad. Sasa katika Kiswahili inasomeka hivi kwamba yeye ni Mwenyezi Mungu, yeye, yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja. Mwenyezi Mungu ndiye anayestahiki kukusudiwa, hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana anayefanana naye hata mmoja. Kwamba huyu Allah hafanani kwa namna yoyote na, na, kwa namna vi, na kiumbe chochote kile. Naam, utaona kwamba cha kwanza kingine mojawapo ambacho anasema hapo kwamba yeye hafanani na kiumbe chochote sasa. Jambo la msingi, ukiwa kama Mkristo, utagundua kwamba kitendo cha Allah kuwa na nafsi moja, maanake tayari ameshafanana na uumbaji um, wa viumbe vingi vyake. Kwa mfano leo hii, mwanadamu, kila mwanadamu ni anakuwa katika nafsi moja tayari. Unaona kwamba huyu Allah yee mwenyewe kwanza anaanza kujifananisha na viumbe vyake, lakini tuende katika somo jingine la pili. Hili tutasoma kutoka katika sura ya, ya, ya sita aya ya mia moja, na moja anasema hivi sasa, huyu, uh, na, yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi, inamkinikanaje awe na mwana hali anamke hana mke? Naye ndiye aliyeumba kila kitu, naye ni mjuzi wa kila kitu. Labda nirudi hapa, yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi, inamkinikanaje awe na mwana hali hana mke naye ndiye aliumba kila kitu naye ni mjuzi wa kila kitu. Katika jambo moja naomba na nisisitize, ni si kwamba ninaposoma na unaposhika uh, unapo tafsiri hizi za, za Qur'ani ziwe za Kiingereza au za Kiswahili, utakuta wafasiri wanaweka maneno mengi au sentensi nyingi katika mabano. Hizi ni aidha ni, ni, ni maneno au, au sentensi ambazo mfasiri anazichomeka kujaribu ku, ku, kuleta dhana ili upate, lakini mimi nikiwa nasoma ninazi inaziruka zile kwa sababu huwa mara nyingi zinatengeneza badala zina zina, ya kutafsiri na huyu mfasiri anataka kutengeneza tafsiri, anataka kuleta hoja zake binafsi. Kwa hiyo mimi nikiwa nasoma inaziweka kwa sababu hazipo katika Kiarabu zile. Tunakwenda kusoma e, somo jingine. Safari hii tutaangalia katika Suratul Maida, ile sura ya tano, tutasoma aya ya sabini na tatu nasema hivi: kwa hakika wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu ni mmoja katika watatu, hali hakuna Mungu ila Mwenyezi Mungu mmoja. Na kama hawataacha hayo wasemayo, kwa yakini itawakamata wale wanaoendelea na uka, ukafiri miongoni mwao adhabu iumizayo. Sasa jambo moja la msingi hapa katika ile sentensi ya ya, mwanzo pale anasema kwa hakika wamekufuru wale walosema Mwenyezi Mungu ni mmoja katika watatu. Katika, lakini katika lugha ya Kiarabu hii sentensi anasema mmoja katika ile theluthi tatu, haisemi kwamba ni mmoja katika watatu, anasema theluthi moja katika moja ile theluthi, kwamba anazungumzia kwamba yeye Allah ni theluthi moja katika ile yule Mungu mmoja, kwamba baadaye tutakuja kuona anamaanisha nini. Tunakwenda kusoma somo jingine. Safari hii tutatizama e, sura ya, ya, ya hii, Almaida Suratulmaida e, hii ni sura ya tano ya kwenye Quran. Safari hii tutaangalia aya ya 116, inasema hivi: na Mwenyezimungu atakaposema ewe Isa bin Mariam, je, wewe uliwaambia watu nifanyeni mimi na mama yangu kuwa waungu badala ya Mwenyezimungu? Aseme ye Isa huyu ase, wewe umetakasika na kuwa na mshirika. Hainijuzii mimi kusema ambao si haki yangu. Kama ningalisema, bila shaka ungalijua. Unayajua yaliyomo nafsini mwangu, lakini mimi siyajui yaliyo nafsini mwako. Hakika wewe ndiye ujuaye mambo haya. Hapa katika, katika hii hii aya ni kwamba Allah ana, anazungumza na Isa bin Mariam kwamba je, umewaambia watu kwamba wewe ni, na mama yako ni miungu pamoja na Allah kwamba eh, Allah anataka ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana kupata uthibitisho kutoka kwa Isa bin Maryam. Na Isa anamwambia hapana, yeye kwamba hajawaambia watu. Tutakwenda kusoma somo jingine la, la, la, la, la tano hapa, safari hii tutasoma kutoka katika suratul Maryam, hii sura maarufu sana ambayo imepewa jina la mama yake Isa bin Maryam, inaitwa suratul Maryam, ni sura ya 19 tutasoma aya ya 34 Inasema hivi huyu ndio Isa bin Mariam, ndiyo kauli ya haki ambayo wanaifanyia shaka. E, tutasoma 38 na 35 Huyu ndiye Isa bin Mariam, ndio kauli ya haki ambayo wanaifanyia shaka. Haiwi kwa Mwenyezi Mungu kufanya mtoto, ametakasika, anapolitaka jambo basi haliambiwi tu kuwa nalo likawa. Nam, katika haya masomo eh, ata ma, ma, ma, tano niliyasoma hapa. Mambo kadhaa yanatokeza hapa, kwamba cha kwanza Allah anapinga utatu, cha pili, aya Allah anapinga kuwa na mwana. Lakini cha, cha tatu utagundua pia mambo kadhaa mwandishi wa Qurani, kwanza haufahamu utatu mtakatifu ulioko katika, katika, katika Biblia au ule utatu wa, wa, wa, wa, wa Yahweh, kwa sababu yeye Allah au mwandishi wa Qurani anadhani kwamba utatu unamshirikisha una, una Allah Isa na Mariamu mama yake huyu Isa, wakati katika imani ya Kikristu toka mwanzo utatu mtakatifu ni Baba, mwana na Roho Mtakatifu, yaani Baba wa mbinguni, Bwana yetu Yesu Kristu na Roho Mtakatifu. Naam, tukiangalia kingine pia tunaona kwamba pamoja na mapingamizi yote haya Biblia ipo wazi juu ya, ya ya ahu udhihirisho wa Mungu eh, anavyojihisha katika, katika hali uh, yake Utatu Mtakatifu. Katika video hii sitakwenda ndani sana sana, sana. Nitakuwekea link ya video nimefanya uh, kabla ya, ya mfululizo huu. Nimefanya video nyingine tatu zinazozungumzia Utatu Mtakatifu kuanzia katika Agano la Kale eh, katika Agano Jipya na pia nimetoa mfano rahisi wa namna ya kuelewa hili fumbo la utatu inakaa vipi? Kwa nini? Yani, namna ya kuelewa kwa urahisi kwamba inawezekana vipi nafsi tatu zikakaa katika e, Mungu mmoja. Kwa sababu tumeona huku yee Allah anasema hafanani na, na, na, na kiumbe chochote. Sasa ukitizama, kwa sababu Allah yuko katika nafsi moja tayari, anaanza kujifananisha na, na viumbe vyake. Kwa mfano, hata wanadamu, kila mwanadamu yeye anakuwa katika nafsi moja, hali kadhalika na, na viumbe vingine. Lakini tunapoona tatu mtakatifu Mungu mmoja anaishi katika nafsi tatu, moja kwa moja utagundua kwamba hakuna mfano wake, na ndio maana kwa namna nyingine katika teolojia ni, ni, ni, ni fumbo gumu kidogo kulielewa, lakini kwa lugha rahisi ni kwamba tayari unagundua kwamba huyu Yahweh hafanani na kiumbe kingine. Tutasoma ma, ma, maandiko kadhaa hapa kutoka katika Biblia, lakini eh, ningekuambia tu kwamba ukitaka kujifunza zaidi kuhusu eh, maandiko kwa, kwa kina nimekuekea linki katika hii video pamoja na linki nyingine utaziona katika skrini kwa wale ambao wanaangalia kupitia YouTube, ambazo unaweza ukaenda kwa kina. Lakini kwa leo nitapitia maandiko machache tu. Andiko e, la, la kwanza nitalisoma katika Injili ya Yohana sura ya 17, Injili ya Yohana sura ya 17 na mstari wa 4 mpaka 5, inasema hivi Na sasa Uh, nianzie mstari wa nne. Mimi nimekutukuza duniani hali nimemaliza kazi ile ulionipa nifanye, na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa na, niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu wako. Haya ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo muda, siku, nafikiri muda mfupi kabla yaku, yaku, yaku kufa msalabani kabla ya kukamatwa kuteswa na kufa msalabani, ambapo alikuwa anasali na anazungumza na Baba, Baba wake wa mbinguni kwamba amtukuze kama alivyokuwa naye na utukufu alikuwa nao to kabla ya ulimwengu kuumbwa, kwamba Bwana Yesu anathibitisha hapa kwamba yeye alikuwa na Baba kabla ya ulimwengu kuumbwa. Na jambo la msingi la, la kuzingatia kuhusiana na, na, na, na Utatu Mtakatifu ni kwamba hizi ha, ha, ha, nafsi tatu zina, zinashiriki katika mambo kadhaa. Kwanza zinashiriki katika, zi, katika upendo. Ni nafsi ambazo zinaishi katika upendo mkamilifu kabisa, ndio na kitu kikubwa mojawapo ambacho kinawaunganisha katika. Kingine ambacho kinawaunganisha, wanashiriki katika utashi mmoja, wote wanakuwa na utashi mmoja. Maana yake ni kwamba kila jambo wanaolifanya wanaamua kwa pamoja, lakini pia wana ushirika mmoja, na pia wana nguvu ambazo lakini kubwa kuliko lote. Asili yao ni moja. Nafsi tatu zinatofautiana zina katika mambo kadhaa. Kwa mfano katika, ina, in, hii katika lugha ya, ya, ya Kiingereza kidogo, katika Kiswahili nikitohoa sijui naweza kaleka vipi, lakini inaitwa ontolojia, kwamba kwa imani ya Kikristu Baba ndio chanzo cha mwana na chanzo cha Roho Mtakatifu toka milele. Naam, ni jambo la kitolojia gumu, lakini ndivyo Wakristu wanaamini na kufundishwa na kufundishana hivyo tangu mwanzo. Na nimesema kwamba hizi nafsi tatu pamoja na kwamba zinafanana katika zina, zina shea mambo ya upendo e, utashi, asili pamoja na ushirika na nguvu, lakini vinakuwa kuna, kuna utofauti katika tuseme, katika Kiswahili naweza kusema katika kushika hatamu, kwa mfano baba pamoja na kwamba wanafanya yote kwa shirika, lakini unakuta katika kazi fulani fulani nafsi moja inakuwa inachukua hatua mbele. Kwa mfano katika imani ya Kikristo nasema Baba ndiyo anayeongoza katika uumbaji, Mwana ndiye anaongoza katika, katika ukombozi na Roho Mtakatifu anaongoza katika kutakasa. Si kwamba Baba anavyoumba Mwana anakaa pembeni, hapana, lakini ndio anayechukua mamlaka katika uumbaji. Halikadhalika katika ukombozi Bwana Yesu ndio anayechukua mamlaka na uwajibu wa kwenda katika kufanya kazi ya ukombozi, kwa sababu wote wanashiriki. Ndio maana baba anamtoa mwana, mwana anatii na anakubali kuchukua mwili, anashuka, anaishi duniani mpaka anakufa msalabani kwa ajili ya ukombozi. Naye baadaye, baada ya Bwana Yesu Kristo kupaa kwenda mbinguni, Roho Mtakatifu anakuja, anakaa na, na sisi wote, ambao wanamkubali mwana, wanapata neema kuwa na Roho Mtakatifu, anakaa nao katika ku, kuwapa utakaso lakini katika hali hiyo mwana pia anashiriki, baba dae anashiriki. Naam, tusome katika somo jingine la pili safari. nitakusomea nita, katika Yohana, injili ya Yohana e, mstari ule wa, wa, wa kumi na nne, e, I mean, aya ya kumi na nne ya kumi na nne mstari wa nane mpaka wa kumi na moja <coughs> injili ya Yohana sura ya kumi na nne mstari wa 8 mpaka wa kumi na moja. Filipo akamwambia, Bwana utuonyeshe Baba yatutosha. Hapa Filipo nao pia, hili ni tukio kabla ya Bwana Yesu kufa msalabani. Filipo mmoja wa wanafunzi wake anamwambia, utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuepo pamoja nanyi siku zote hizi, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba, basi wewe wasemaje utuonyeshe baba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 hazitengani kwa namna yote. Ndio maana anasema anayeniona mimi amemwona Baba, ndio maana yake. Na ndio maana tunasema kwamba katika zile nafsi tatu huwa hazina utengano, zinashirikiana pamoja, zina asili moja na zinafanya kazi kwa pamoja. Nam tusome tu jambo, somo jingine safari, nitakusomea kutoka katika Waraka kwanza Yohana. E, Waraka kwanza Yohana sura ya tano mstari ule wa nane. Waraka wa, wa, wa, wa kwanza wa Yohana sura ile ya, ya tano mstari, wa, wa, mstari wa, wa nane, nasema hivi: kwa maana wako watatu wa shuhudia, wa shuhudiao mbinguni Baba na neno na Roho Mtakatifu na watatu hawa ni umoja. Kwa maana wako watatu wa shuhudi yao mbinguni Baba na neno na Roho Mtakatifu na watatu hawa ni umoja. Katika lugha hii Yohana eh, anapoandika Baba na neno na Roho Mtakatifu, neno ni, ni bwana wetu Yesu Kristu. Ukisoma katika, katika injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka nafikiri mstari kama awatano wa, wa hivi anapomzungumzia kama neno hapo alikuwa neno, neno, Mungu na, neno, na kadhalika. Kwa hiyo anazungumzia kwamba Baba, neno na Roho Mtakatifu ni umoja. Maana yake nini? Hizi nafsi tatu zinaishi katika umoja wa Mungu mmoja nam. E, jambo jingine la, la, la msingi kabisa la, la kulizingatia ni kwamba kuna hoja nyingine ambao waislamu huwa wana, wanaileta kwa wakristu kwamba hili suala la utatu mtakatifu lilibuniwa karne kadhaa baada ya ya, ya ukristu kuwepo kwamba kulikuwa kuna mkutano mmoja unaitwa uh, kwa, kwa baadhi ya wakristo unaoita mtaguso wa Nisia. Nisia ni mji mmoja ambao uko pale Uturuki mwaka mia tatu ishirini na tano ambao viongozi maaskofu na wa, wa, wa, wa, wa viongozi wa, wa kidini wa Kikristo wakati ule walikusanyika chini ya ya, ya, ya, ya aliyekuwa mkuu wa tawala za Kiroma wakati ule Konstantini, mwaka mia tatu ishirini na tano na kwamba katika mjadala ule mkutano jambo kubwa lilioweka pamoja ni kujadili suala la utatu mtakatifu. Sasa wao waislamu wanaleta hoja kwamba ule mkutano ndio uliotunga utatu. Naam, kwa hiyo mkutano ule ulichokifanya ni kukaa pamoja kama viongozi wa Kristu na, na wataalamu wa maandiko ya Kikristu kuhusu kutetea imani ya Kikristu kuhusu utatu mtakatifu, kwamba Wakristu kwa pamoja watetee awapinge mafundisho ya uongo ambayo alikuwa ameshaanza kuingia katika kanisa. Kulikuwa kuna mafundisho kadhaa, kwa mfano sijui kwa Kiswahili wanaita nini, mambo ya docetism na mengine amengi, ambao kwamba kuna baadhi ya, ya Wakristo walianza kuja na mafundisho yanayosema kwamba Mungu mmoja nafsi moja, yani unitarianism au kwamba e, Mungu Bwana Yesu alizaliwa kama mwanadamu, lakini baadaye ndo akageuka kuwa Mungu, au kwamba Bwana Yesu alikuja tu, ule mwili ulikuwa ni kama ki, ki, ki, ki, kivuli ki, hakuwa na mwili kamili na vitu vingi, kwa hiyo kanisa lilikaa pamoja kujadili na, ku, na kusema kwamba hili ni fumbo thabiti limekaa katika maandiko thabiti, na, na ndio mojawapo nguzo ya imani ya Kikristo. Kwa hiyo ulikaa kuthibitisha kitu ambacho tayari kipo katika maandisho katika maandiko, na kama nilivyokuambia kwamba unaweza ukaangalia video zangu zinaonyesha ma, maandiko mengi kuanzia katika Agano la Kale inaozungumzia ina tatu Mtakatifu kimaandiko. Sasa hoja nyingine Waislamu wanaeleta kwa Wakristu uh, ni kwamba katika Biblia hakuna sehemu yote ambayo neno Utatu Mtakatifu imeandikwa. Ni hoja moja dhaifu sana. Kama nilivyokuambia mwanzoni katika video hii, ni kwamba theolojia ya wa Waislamu kuhusu Mungu kuwa katika nafsi moja wanaita tauhidi. Hata ukienda katika hii Qurani neno tauhidi halitokei popote. Kwa hiyo hii ni hoja dhaifu. Sisi hatuwezi kuipinga tauhidi kwa sababu neno tauhidi halitokai katika Qurani. Ni, ni hoja dhaifu na haina msingi wote. Mimi kama mkristu siwezi kukaa mbele ya waislamu kuambia, kwamba hatu, hoja yako kwamba Mungu ana nafsi moja hai, ta, hoja tauhidi haipo kwa sababu ha, neno hilo halipo. Ni hoja dhaifu na mfano. Jambo jingine ambao ukiangalia katika imani ya Uislamu shahada ni, ni sehemu moja muhimu mojawapo ya nguzo ya Waislamu ni shahada, lakini ukienda katika Qurani huwezi kuikuta imeandikwa kwa pamoja kwamba ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah. Haipo katika mstari mmoja kwamba imeandikwa kwa pamoja, lakini hiyo haimaanishi kwamba shahada sio msingi wa imani yao. Na kwa hiyo hoja kama hii haina mashiko kwa sababu kama wanakuja na hoja kama hiyo, ina maana wao kama Muislamu, kwamba Muislamu akituambia sisi Wakristo kwamba hatutaki kuamini katika utatu kwa sababu Biblia haijaandika popote kwamba utatu mtakatifu, kwa hiyo hatutakii kuamini. Kwa maana hiyo, hata wao pia hawatakii kuamini falsafa au I mean, theolojia ya tauhidi na kadhalika, hawatakii kuamini katika shahada kwa sababu hata hivyo, shahada nao pia haiko hivyo katika katika katika Qurani. Lakini kwetu sisi hatuleti pingamizi hilo kwa sababu kama wanaita pingamizi namna hii, maana hata wao linawageukia hivyo hivyo. Na ukijambo nyingine la msingi la kuliangalia, katika namna gani huyu Allah anajidhihirisha lugha yake katika Qurani. Ukisoma katika Qurani utagundua kwamba Allah anapozungumza anapenda kutumia e, vitenzi vya wingi. Kwa mfano nitasoma aya ya sura ya 15 sura ya 15 aya ya tisa natona aya ya 9 anasema hivi huyu ni Allah anayezungumza. Hakika sisi ndio tulioteremsha mauidha maw, maw, haya na hakika sisi ndio tutakayoyalinda Allah huyu anasema sisi ndio tulioteremsha mauidha haya na hakika sisi ndio tutakayoyalinda unaona twende katika pasaje nyingine. Hii safari hii nitakusomea katika uh, aya ya hamsini mstari wa kumi na sita anasema hivi: na bila shaka tumemuumba mtu nasi tunajua yanayopita katika nafsi yake nasi tukaribu naye zaidi kulipo mshipa, kuliko mshipa wa shingo. Huyu Allah anazungumzia katika kitenzi cha wingi eh, kitenzi cha wingi kitenzi cha wingi na nomino kwamba na bila shaka tumemuumba mtu nasi tunajua yanayopita katika nafsi yake nasi tukaribu naye zaidi. Nitakusomea pase nyingine hii, inatoka katika, katika uh, sura ya ishirini na moja aya ile ya, ya mia moja na saba anasema hivi, huyu ni Allah pia anazungumza nasi, hatukukutuma ila uwe rehema kwa walimwengu, nasi hatukukutuma ila uwe rehema wa walimwengu. Sasa jambo moja ambalo kwa, kwa, kwa karne kadhaa waislamu liliwasumbua ni kuelezea inakuwaje huyu Allah mwenye nafsi moja anazungumza katika wingi yeah, anatumia vitenzi vya wingi au na, na nomino ya, ya wingi. Kwa hiyo wakawa na waislamu wamekuwa wakistruggle kwa muda mrefu, lakini baadaye wanavyokuja huku mbele wakaanza kuzungumzia kwamba Allah anatumia lugha ya kifalme yani, inaitwa plu, the, the, the majestic plural au royal plural au wana, w, w, katika lugha nyingine wanaita eh, kwa, kwa, kwa kilatini pluralis majestatis sasa. Hii dhana ya, ya royal, plu, royal plural, eh, au unaweza kwa Kiswahili unaweza tuka, tukaiita tuka, labda wingi mkuu au wingi wa kifalme ni dhana ambayo ilikuja kwenye karne ya pili ambayo ilianzishwa na mfalme Henry wa Uingereza kwenye eh, karne ya kumi na mbili. Sasa kimsingi ha, hakuna mashiko kio, kwa, kwa, kimsingi ukiangalia tu Allah mwenyewe anagundua kwamba yeye kuwa na nafsi moja ni udhaifu, kwamba ni udhaifu, kwamba yeye angesema mimi nimemuumba, maana yake kuna nguvu na mamlaka kwenye wingi kuliko kwenye umoja. Naam, tutapokuja huko mbele tutakuja kugundua kwa, kwa namna gani hii dhana ya, ya, ya Allah kuwa e, nafsi moja, hasa unapokuja kutafakari hali ya Allah inakuwaje pale anapokuwa nafsi moja kabla ya uumbaji wake. Kuna udhaifu mkubwa kwa Allah inatokea katika udhaifu. Mmoja wapo utakuja kujifunza huko mbele ni kuhusu kwenye suala la upendo, nini kinakuja kutokea katika kwa, kwa, kwa huyu Allah, kwa yeye kuwa katika nafsi moja, na ni udhaifu mkubwa ndio. Mojawapo ya tofauti kubwa inayomtenganisha Allah na, na, na, na, na, na Yahwe. Naam, labda mtu aniulize kwa nini nazungumzia hili jambo? Kwa nini najaribu kuonyesha Allah si Yahwe yule aliyopo katika maandiko matakatifu ya Biblia? Wakristo toka mwanzo natoka kufunuliwa kwa Mungu natoka Mungu anaposhusha amri zake kumi. Amri ya kwanza kabisa ana, ana, ana, anaitoa kwetu sisi wanadamu kwamba ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu mingine. Kwa hiyo sisi Wakristu hatuwezi kukiri kwamba Allah ni Mungu na wala hatuwezi kukiri kwamba Allah ndiye Mungu Yehova au Yahwe kwa sababu tunakuwa tunamshirikisha huyu Yehova na Mungu mwingine ambaye kimsingi hayupo. Tunaamini katika Mungu mmoja aliyedhihirisha kutoka tangu mababu, aliyedhihirisha pale bustanini Eden, anayekuja kuweka maagano kadhaa kutoka kwa Abrahamu, kutoka kwa Nuhu, na mwisho kabisa anaweka agano kuu lile la ukombozi kupitia mwanaye bwana wetu Yesu Kristu ya kifo cha msalabani, ambacho ndicho ndio agano lilokupatia ukombozi wa namna ya pekee kabisa. Kwa hiyo kwetu sisi kama wakristu Ku, ku, kuja kukubaliana na hoja kwamba Allah ndiye, ndiye, ndiye, ndiye Yehova kwanza ni kufuru kubwa, kwa sababu tunakuwa sasa tunaanza kuabudu miungu mingine. Lakini jambo lingine la msingi ni kuonyesha ndugu zetu Waislamu kwa kwamba mnaabudu Mungu wa uongo. Huu ndio ukweli. Najua wengi wenu mtakasirika, mtachukizwa, lakini huu ndio ukweli. Hii ni fursa ya kuwaita ndugu zetu wa Waislamu kwamba mrudi nyumbani. Mungu wa kweli ni Yahwe, Mungu aliyedhihishwa tokea mababu, tokea mwanzo, na ndiye Mungu ambaye anatupenda kweli, na Mungu mwenye upendo, mwenye nafasi nyingi, hata akamtoa mwanaye wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo akafa msabani kutupa eh, uzima wa milele. Allah hawezi kufikisha popote. Infact, kuabudu Allah ni kuabudu miungu ingine na kutenda dhambi moja yapo kubwa kabisa ya kuabudu miungu ingine ambayo mwisho wake hatima yake itakuwa ni hukumu ya milele ya moto wa milele. Kwa hiyo ndugu zangu, hili ni jambo la msingi. Kwa nini tunazungumzia tuna, hili ni kwa sababu hatima yake ni mbaya. Tuna maisha baada ya nafsi hii, tuna maisha baada ya mwilini, na yafaa tufahamu hivi, wenzetu wapate kuelewa, hata Wakristo pia wa kuatia moyo kwamba Mungu wetu ni wa kweli, Mungu anayeishi na kutawala katika fumbo la Tatu Mtakatifu, Baba, mwana na Roho Mtakatifu. Na tutaendelea tena katika nafasi nyingine, tutaangalia baadhi ya, ya vigezo vingine vya msingi au sababu za msingi kumtofautisha Allah na Mungu huyu Yehova, Yahwe nam. Asante sana, na endelea kufuatilia chaneli hii. Shukran.